Nasikia habari yake ati kuna vitu sinaelewa, naona hivi kuendelea hizi vitu ndio sipindi za hivi. Mimi nilidanganywa na msema mwingine akaniambia kuja nikuonyeshe vile utafanya upate bwana, akaniambia mimi nafanya huo, unaona hata sitokangi kwa nyumba na kula na kunywa na lipa rent. Akaniambia sasa kuja nikuonyeshe vile utafanya, akaenda akanionyesha vile tunaingia internet akaniambia sasa utapata ma, utapata mtu wa kukusaidia, utapata mwanamume wa kukusaidia. Sasa kuingia mimi sikuwa najua kama huyu ni mwisi. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa. Akaniuliza niko na watoto wangapi. Nikamwambia niko na watoto wangu wanne na wandanda yangu watatu. Kaniambia sasa niko tayari kukuoa bora kama utatii sheria sana, ama utakuwa uki- ukinisikiza uki mimi kama bwana yako. Nikamwambia ni sawa bilia mimi sasa tu, tukaendelea. Akaniambia sasa, wewe utafanya hivi, utanitumia vindio zako ni utanifanya utatengeneza vindu nitumie, then nitakusaidia na pesa yenye nitakupia elfu ishirini nikamwambia, hapana, hiki kitu ni ngumu kwangu. Akaniambia kwanza, hebu nikutumia yangu, akanitumia kunitumia yake mimi nikaona sasa juu hiyo wakati nilikuwa nahitaji fee ya watoto wangu wakubwa juu ni miaka saba sasa imepita, na u, u, watoto wangu au wa dada yangu na wangu walikuwa form 2 sasa walikuwa wanahitaji fee. Nikasema sasa tu nitajaribu, nita, nitafanya hizo video nimtumie. Nikatengeneza hizo video, akanitumia elfu ishirini. Sasa hiyo elfu ishirini ikawa kama pigo kwangu. Alikuwa tu ananiambia hivi wewe Hebu niwekee elfu mbili hapo, usiponiwekea nitakuanika. Sasa mimi sikuwa najua kama huyu uh, mtu ako uh, serious na mimi, ju aliniambia siko Kenya, si ati, si si ati bikuwa namjua lakini alinitumia pesa. Sasa vyenye alikuwa anani- ananisumbua na simu, mimi simu yangu hata, nikaona sasa ndio ni kama nilifanya makosa kumkubali yawe kama rafiki yangu ama bwana yangu juu hata kama alinipea ile wakati ya elfu ishirini amenitisa ame, yote tena, na akiniambia nitumie elfu moja nitumie elfu mbili nitumie mia tano niwekea credit mpaka mimi mwenyewe nashindwa. Sasa mimi nikaona, eh huyu mtu amekuwa ananisumbua nika- ni ni, mpaka nika change line ya simu saisi sikuangi na hiyo line so. Sasa hizo video ni za kitambo wa Kenya, naomba kama itawezekana tu mnisamee na hata watoto wangu naomba wanisamee, juu ni watoto wakubwa. Na watoto wote naomba msamaha, mwenye aliona ako na hiyo video, tafadhali namuomba kwa isani yake, tafadhali avute tu, na sitarudia hiyo kitu tena. Huyu msichana mwenye anaitwa Ambuna Tabika wakaniokolea wakanitoa huko Meru. Nilikuwa karibu niuliwe na mofu, sababu sikuwa najua ni nini kinanifanya niuliwe. Mimi ni mama, sitarudia hii njambo tena. Mimi ni nyanya, kuna watoto, mtoto wangu ako na mtoto, mpaka naona aibu sana hata kuendesha hii kitu mbele ya watu njuu. Naomba ah. <laughs> tunimsamee. Naomba tu tafadhali unisamee. Sitarudia hii jambo tena. Naomba serikali tafadhali unisamee na mimi. Saidia venye mtaweza. Hii msiba kwangu ni sito. Sina nguvu, sina uwezo, sina yeyote wa kunisaidia hata kwa familia. Asina mtu wa kunisaidia iko peke yangu. Bwana yangu tulikoshana. Na mwenye anataka tu kunisaidia, anisaidie nje, sina la kufanya. Siwezi rudi huko Meru tena. Nitarudi Meru kufanya nini tena na watu walikuja kama mia mbili kutaka kuniua. Waliharibu vitu yangu mpaka kwa ploti, nilifungiwa nyumba nikafukuzwa. Nilikuwa tuma kie Mungu wa Kenya, tafadhali naomba, naomba msamaha, unisaidie vyenye mtaweza nyinyi, na Mungu atawabariki tu. Sina lingine la kufanya, tu langu ni kusema ni kuomba msamaha kwa wakenya wenzangu, kwa wamama nimewakosea kweli, kwa watoto pia nimewakosea. Naomba msamaha kwa watoto wangu Wambui wa Njeria, na ningependa hii apology ifikie watu wengi, kwa sababu mama ameamua ku apologize ndio pia apone na ningependa hii video ifikie Mosiria, Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa mazingira, chief officer mwenye anasimama na wamama wote, ambaye nimeona kwamba he is the first person kukuwa anasimama na wamama na kukashifu kitu ambacho kimekuwa kikifanyika, ama wamama ambao wamekuwa wakifanyiwa vitendo kama ambavyo mama wetu hapa Purity amefanyiwa. Ninashukuru sana na ninaomba kwamba mnisaidie tu hii video ifikie ifikie Jofri Musiria tafadhali. Ikikufikia tafadhali tag Jofri Musiria ifikie na iende worldwide kwa sababu hii apology tunataka ifikie watu wengi. Mimi, mimi nilirescue Purity, mama Purity, ni mimi nilimrescue kutoka Meru ambapo alikuwa anataka kuuliwa na watu, akasiviwa na polisi na baadaye polisi wakampeleka mafichoni, ambapo tulipokutoa pamoja na m, rafiki na pamoja na mama rafiki yangu ambaye hatujuani, lakini ni rafiki wa online anaitwa Tabitha. Mungu akubariki sana Tabitha, na tunaomba kwamba ukipata hii video, pata tu nafasi kwa roho yako usamehe huyu mama, huyu ni mama huyu ni shosho ya watu, this is a grand mother to people. Na huyu ni bado ni mother in law wa, wa mtu. Tafadhali na waomba, kama wewe ni mama please kindly delete that video. Kama wewe ni baba ambaye huwezi taka kuona vitu kama hivyo vikifanyikia mama ya watoto wako ama mama yako, tafadhali delete hiyo video na find it in your heart to forgive this woman Find it in your heart ame ame apologize, she is very remorseful, ndiyo pia apate amani, aweze kulea watoto wake. Uh, Purity hapa, mam alidanganywa kama vile mtu yeyote huko nje alidanganywa. Akadanganywa kwamba akiingia kwa internet atasaidika na atakaa maisha mzuri. Uh, na yeyote ambaye anaweza taka kureach out to our maam purity. Purity needs counseling, ana need a lot of therapy. Ah uh, ana need usaidizi any organization or person mwenye anaweza kuwa ako interested uh, kusaidia Purity atoke kwa hii hali ambayo ako, tafadhali you can reach out to me. I will help you do that and my number is 0729228267, 0729228267. Thank you.